Jupiter ndiyo sayari kubwa zaidi kwenye mfumo wa jua, ikiwa na uzani unaofikiwa sawa na mara mbili ya sayari zote zinazounda mfumo wa jua. Kwa maana kama ukizichukua sayari zote kuanzia dunia, Mars, Venus, Mercury, Saturn Uranus na Neptune ukazikusanya pamoja mara mbili, ndipo zitafikia ukubwa wa sayari ya Jupiter peke yake. Sayari ya Jupiter ina uzito unaokaribia kufikia kilo octillion 1.89, au sawa na matrilioni na matrilioni ya kilogram. Huu uzito ni sawa na asilimia sifuri nukta moja ya uzito wa jua letu, yaani uzito wa jua unaingia asilimia sifuri nukta moja kwenye sayari ya Jupiter. Jua letu lenyewe linakadiriwa kuwa na uzito unaofikia nonilioni moja nukta tisini na nane. Kwa muda mrefu sana, sayari ya Jupiter imekuwa ni kivutio angani na kupenda kuchunguzwa na wanaastromia wengi sana. Hii sayari iligunduliwa na wanaastromia wa Kirumi ambao wao waliamua kuipachika sayari ya Jupiter jina la mungu wao wa Kirumi aliyeitwa Jupiter, ambaye kutokana na imani zao, huyu alikuwa akifahamika kama mungu wa vimbunga, radi na dhoruba, lakini pia ndiye aliyekuwa mfalme au mkuu wa miungu yote ya Kirumi sifa hizi zilifana kwa sayari hiyo kwa sababu imekuwa ikifahamika tangu hapo kwa kuwa na dhoruba vimbunga na radikali, lakini pia ndiyo sayari pekee kubwa zaidi kwenye mfumo wa jua ikiwa imeundwa kwa gesi tupu. Wanastromia waliweza kujua ukuu na ukubwa wa hii sayari kwa muda mrefu sana, hata kabla ya vyombo havijaanza kupelekwa huko angani. Jupiter imetanuka kwa urefu wa kilomita laki moja elfu arobaini 2984 kwenye eneo lake la ikweta na ni kubwa sana kiasi cha kwamba unaweza kuzipangilia sayari zenye ukubwa wa dunia yetu takriban 1321 ndani yake pasipo na nafasi kubakia. Tofauti na dunia yetu, sayari ya Jupiter haijaundwa kwa miamba migumu na mawe na badala yake imeundwa kwa gesi tupu, hii ikiwa na maana hakuna mahali pa kukanyaga, na hata ukidumbukia humo ndani utakuwa unaelea tu kwenye wingu zito la gesi kwenda chini, mpaka pale utakapopokelewa kukutana na kiini chake, ambacho kipo chini kabisa katikati, ambacho kwa nje kimezungukwa na ganda la ujiuji uji wa uchuma uliotokana na gesi ya hydrogen iliyobadilishwa kuwa katika hali ya kimiminika, kutokana na mshinikizo mkubwa unaosababishwa na nguvu kubwa ya uvutano iliyokuwepo kwenye kiini hicho lakini pia ujiuji uji huo wa uchuma umefunikwa na gesi ya hydrogen ambayo ndiyo imechukua asilimia tisini ya anga ya wazima la sayari hiyo na asilimia kumi nyingine iliyobakia imechukuliwa na gesi ya helium. Ukubwa wa hili dubwana ulichochea vyombo vingi kutumwa huko kwenda kuichunguza kwa ukaribu zaidi kwa kuanza na chombo cha Pioneer 10 ambacho kilitumwa kwenda huko mwaka 1973 chombo hicho kilifanikiwa kupita karibu zaidi na sayari hiyo, ikifuatiwa na chombo dada yake kilichoitwa Pioneer 11, ambacho nacho kilipita karibu zaidi na sayari hiyo mwaka uliofuata. Ila kwa uchunguzi wa karibu zaidi wa sayari hiyo kubwa ulifanywa na vyombo vya Voyager mwaka 1979, ambapo vyombo vyote viwili, Voyager 1 na Voyager 2, viliweza kusaidia kuifahamu sayari hiyo kwa undani ikiwamo na kurudisha picha zinazoonyesha anga hewa lake lililoundwa kwa gesi tupu kwa ukaribu zaidi. Lakini pia vyombo vya Voyager viliweza kurudisha picha za miezi ya sayari hiyo sambamba na kugundua uwepo wa pete inayozunguka Jupiter kama ilivyokuwa kwa Saturn. Mwaka 1989, NASA walituma chombo kingine kilichoitwa Galileo kwa ajili ya kwenda kuichunguza sayari hiyo. Na mwaka 1995 chombo hicho kilifanikiwa kuingia rasmi eneo la Jupiter, ambapo hii iliwapa wanasayansi nafasi nyingine ya kuweza kuichunguza nafasi hiyo kwa ukaribu zaidi. Lakini wakati wa chombo hicho kinaikaribia Jupiter mwaka 1994, kiliweza kunasa picha ya tukio la kipekee katika historia ya mfumo wetu wa jua, ambapo kimondo kilichoitwa Shoemaker-Levy 9 kilienda kupata ajali kwenye anga la sayari hiyo, na tukio zima lilinaswa na kamera zilizokuwa kwenye chombo cha Galileo lakini chombo cha Galileo hakikuishia kuichunguza sayari hiyo kutokea kwenye space bali kilituma chombo kingine kidogo kwa ajili ya kwenda ndani ya sayari hiyo kupita wingu lake zito, kuchukua sampuli zaidi na kutusaidia kuweza kujua muundo wa ndani wa sayari hiyo. Chombo hicho kidogo kiliweza kuchukua data nyingi zaidi wakati kikiwa kinaingia ndani ya sayari hiyo na kuzituma huku duniani, lakini mgandamizo wa angahewa ulizidi kuwa mkubwa zaidi chombo hicho kiliingia ndani zaidi na hatimaye kilipasuliwa na kupoteza mawasiliano na huku duniani. Mwaka 2003, chombo cha Galileo pia kilielekezwa kwenye sayari hiyo na huo ndio ukawa mwisho wa mradi huo. Tarehe 4 mwezi Julai mwaka 2016 Chombo kingine cha NASA kilichoitwa Juno kiliingia kwenye eneo la sayari ya Jupiter na kuanza kufanya uchunguzi mwingine wa kisayansi kupitia chombo Juno kilichokuwa na teknolojia za hali ya juu, watafiti waliweza kuifahamu sayari ya Jupiter kwa undani zaidi, ikiwa muunga wake wa usumaku pamoja na nguvu kubwa ya uvutano, yani gravitational force. Moja kati ya mambo muhimu ambayo chombo Juno kiliweza kutofunulia ni kwamba hii sayari licha ya kuundwa kwake kwa gesi tupu pia nayo inajizungusha yenyewe kwenye mhimili wake chini kidogo kupita vimbunga vya gesi vilivyokuwa juu. Chombo Juno mpaka leo kinaendelea kufanya kazi za kukusanya data za kisayansi kwenye sayari hiyo, japokuwa mwaka 2018 ilibidi mradi mzima ufikie tamati, ila ukasogezwa mbele zaidi na mpaka leo hii chombo hicho kimetuwezesha kufahamu mengi zaidi kuhusiana na sayari hiyo kubwa iliyoundwa kwa gesi tupu. Ukubwa wa sayari ya Jupiter ambao unalingana na baadhi ya nyota ndogo zinazofahamika kama brown dwarf na baadhi ya nyingine ndogo, imepelekea wengi kuipachika sayari ya Jupiter jina lingine la nyota iliyoshindwa kuwaka, lakini pia sio tu ukubwa bali nyenzo zilizotumika kuundia hii sayari ni zile zile zilizotumika katika uundaji wa nyota nyingine kama jua letu. Kwa mfano, gesi ya hydrogen ambayo ndio huwa inabadilishwa kuwa helium kupitia mchakato wa fusion, na hii ndivyo jinsi jua letu linavyofanya kazi. Ambapo tukirudi kwa upande wa Jupiter, hii sayari imeundwa kwa gesi ya hydrogen kwa asilimia 90, isipokuwa kitu pekee ambacho kinaifanya hii sayari isiwake kutokana na kiini chake kutokuwa na uwezo wa nguvu ya kuzalisha mchakato wa fusion, ambapo atom za gesi ya hydrogen huwa zinabadilishwa kuwa helium na katika mchakato huo ndipo inapatikana nishati pamoja na mwanga, na ili sayari ya Jupiter iweze kuwaka kama jua itabidi iongezewe uzito mara 85 zaidi ilipokuwa. Hapo ndipo kiini chake kitakuwa na uwezo wa kuzalisha fusion na kuwa kama nyota nyingine, hivyo Jupiter, inaweza ikawa ndiyo sayari kubwa zaidi kwenye mfumo wa jua na kukidhi vigezo vyote vya kuwa nyota, kwa maana ya kuundwa na gesi ya hidrojeni ambayo ndiyo huwa inatumika kama mafuta ya kuwashia nyota. Ila jambo pekee linalozuia hii sayari kuwaka ni kiini chake kidogo ambacho hakina uwezo kwa sasa, na ndiyo maana tunaiita nyota iliyoshindwa kuwaka. Kwa upande mwingine, nafikiri hii sayari iendelee tu kuwa hivyo hivyo. Kuwa na majua mawili kwenye mfumo wetu wa jua, sidhani kama hii ingekuwa ni habari njema. Ukiangalia tu kwa jinsi hili jua moja linavyotuchoma huku duniani, hivyo kuwa na majua mawili, sidhani kama maisha yangekuwepo kwenye hii sayari yetu. Ni bora ikabaki tu hivyo kama ilivyo.